ala tahrimi isqati aljanini baada nafhi rruhi fihi, wamekubaliana wanachuoni uharamu wa kutoa mimba baada ya kupuliziwa. Wameharamisha wanachuoni, wamekubaliana uharamu wa kutoa mimba baada ya kupuliziwa roho. Na roho inapulizwa baada ya miezi mingapi? Minne. Kwaiyo mimba ya miezi minne ni haramu bitifaqi lulamaa kuitoa. Wa'tabaru dhalika jarima, wanachuoni wamezingatia jambo hilo ni, ni kosa kubwa. la yahillu lil muslimi an yaf'ala, si halali kwa muslimu kulifanya. bi annahu jinayatu, kwa sababu ni kosa la jinai. ala hayy mutakamil al khalqi alhali dhahir al hayati, kwa sababu ni kosa la jinai kumfanyia kilichokuwa hai kichokamilika maumbile yake na kimedhihirisha uhai, watajibu diatu fi isqati, itakuwa ni lazima kutoa dia, kutoa fidia ya kuua, utoe dia ya kuua fi iskatihi in nazala hayyan mathalan, na ametoa mimba ile, mimba alivyoitoa kile ki kijitoto kikatoka, aliyokuwa kiko hai baada ya kutoka, thumma mata kikafa, lazima utoe dia ya kuua, sawa, ambayo ni ngamia mia moja. Kahesabu ngamia moja shingapi, alafu zikishajua bei yake pigia mara mia. Umeua sawa. Yani kimetoka, halafu kikafa. Kimetoka kiko hai, labda amefikisha miezi mitano ndo anaangaika vidonge ikatoka baada kutoka, hii, laf, ya kikalia alafu yalla kikafa, inabidi utoe dia yako, utoe dia sawa ya kuua. Wa uqubatun maliya, hii ni adhabu ya kimali aqallu minha in nazala mayita na kama itakuwa chini kidogo, kama atakufa aliyakuwa nani ni maiti yani, akalimtoa akafa yani, akamtoa aliyakuwa mfa nini ashakufa, ama akimtoa yuko hai afa akafa pale pale, anabidi kutoa dia wa rukuba tumalia aqal, na atoya adhabu ya, ya kimali ambayo ni ngamia chini yake wa ama isqatu aljanin qabla nafkhi ruh ni atua ya kutoa mimba aliyakuwa mtoto shakupuliziwa roho. Tumeelewa? O, unatikisa kichwa, mista Fauzi Abunan Abu Saleh Abunan Abu, Abu Fauzani. Hii ni hatua ya mtu anaitoa mimba aliyakuwa tayari kile kijitoto kishakupuliziwa roho, ni haramu na ni kosa la jinai, lazima atoe dia

katika moja ya sauti zake nilikuwa nikizisikia akisema kumtoa kutoa mimba ambayo imeshapuliziwa roho ni haramu moja kwa moja sawa. So, isipokuwa kutoa kile ki, ki, ki kijusi kabla ya kijapuliziwa roho, anasema inarejea kwa masharti. Jambo la kwanza, huenda kimetungwa nje ya ufuko wa uzazi imetungwa nje ya ufuko wa uzazi, na hilo lipo kuendelea kuwa nje ya ufuko wa uzazi, uende kamletea madhara yule mama akafa, kwa kabla ya kupuliziwa roho, inabidi kufanya nini? Itolewe kwa ajili ya kumwokoa yule mama, lakini kama atashauri hivyo daktari, kwa sababu pia wameshurutishwa ushauri wa nini, wa daktari. Mpaka leo hii ukienda hata kutoa mimba umejitafutia eh, lenyeyo eh, umejitafutia nini? Kwa nini uitoe? Kina kosa gani? raha yako ya lisari moja uwe nafsi hmm? Kitu cha kwanza alichokitaja kwamba kama itakuwa imetungwa, kama unataja kama imetungwa nje ya nini ya fuko la uzazi ikawa ni sababu ya nini, itatolewa baada ya kushauriana baina ya mume na mke. Baina ya mume na mke, bwana baba fulani, sisi nasemani, au mama fulani, sasa hii inakuaje? Ah, mimi hapana, haitolewi wakitofautiana nini tolewi. Baada ya kupuliza roho haitotolewa. Sawa, utaenda kuchukua ushauri wa nani? Labda ashauri daktari kwamba kwa hii hatua huyu mtoto alivyokaa amekaa nje ya kifuko cha uzazi, labda ameshafikisha miezi mitano. Kwa hiyo akiendelea kubaki ataweza kufanya nini? Kuporomoka, na mama afanya nini, akafa. Mwelewa? Pia Sheikh bin Uthaymin anaona kwamba baada ya ushauri wa daktari mathal jatungwa njia ya uzazi, baada ya ushauri wa daktari akasema labda hii mimba mfanini itoke kwa sababu ya labda maradhi fulani, watashauriana wanandoa wangapi? Wawili sawa, wanandoa lazima washauriane wakubaliane, kwamba hii ifa nini itolewe. Kinyume na hivyo inakuwa ni haramu.